Bwana, mambo ni aje? Karibu sana kwenye JIDAH Media. Mimi ni Msafi Pro. Uh, harusi za Zambia na tamaduni zao au vipi? Uh, nimebahatika kushuhudia au kuwa moja kati ya watu ambao nilikuwa nimealikwa kwenye shughuli ya rafiki yetu mmoja hivi huko Zambia ili niweze na mimi kufahamu taratibu uh, za harusi kwa wa Zambia au vipi? Uh, kama unavyocheki hapo kwenye video yako ni kwamba wawili hawa wameoana, mmoja ndo mm, kama hivyo hapo, kijana amemoa uh, bibi au vipi uh, kikweli sherehe zao ziko gudi sana, ziko poa, yani kizungumzia poa, ziko gudi na utaratibu wao ni kwamba mwanamke kuna kuwepo na pande mbili uh, upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Kwa hiyo anaenda anapiga magoti pale kwa upande wa mume, analala anajigaragaza, kitu ambacho kwa Tanzania sidhani kama kipo eh, alafu pia anaenda upande wa kwao kule, nako analala anajigaragaza au vipi, kama hapo unavyocheki Unaona, alafu and then pia kwenye shughuli hii sasa walikuwa wanagawa na zawadi.